Wewe kaka. Kaka. Naam, dada. E, mambo. Poa. Samani, naomba njoo mara moja. Ne? Samani tuzo tukuongea. Yes. Unaweza kuongea tu dada, usijali. Basi, sawa naomba oh, upita hivi, ongea tu dada kwa sababu nina na mazungumzo na wewe kidogo ya faraga, naomba uzunguke ah, kwazi Naomba unisamehe kwa sababu nina haraka na kuna mgonjwa na mwaya. Basi sawa, naomba unisaidie namba yako ya simu dada. Naomba unisamehe kwa sababu simu ninayotumia ni ya mke wangu <laughs> me, tu naomba unisaidie, haina shida, nataka tu niongee nionge na wewe kitu kimoja. Sikiliza dada. labda tu siku nyingine au usi um, unajua una... leo nimekuja huku kama emergency, sijagi huku nimekuja kama emergency, nimetoka hapo kutengeneza kucha nini <laughs> kwa sababu simu natumia ni wa wife hapo mbele, hapo mbele hapo, ukiingia nyumba ya, ya nyumba ya kwanza ya pili ya tatu, naitwa Batashi. Basa, asante kaka. Aya, wakati mwingine.